Hello, mambo vipi? Karibu sana kwenye chaneli hii. Kama kawaida ni Ticha Sharak, na tunao taarifa kutoka jeshi la uhamiaji. Taarifa hiyo inasema kama ifuatavyo: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Idara ya Uhamiaji, tarehe 2 Aprili 2025. Taarifa kwa umma kuhusu ajira za uhamiaji. Hivi karibuni Idara ya Uhamiaji ilitoa tangazo la kuitwa kwenye mafunzo ya uhamiaji vijana wa Kitanzania kupitia tovuti na mitandao yake ya kijamii kuanzia Instagram, Twitter pamoja na Facebook. Kufuatia tangazo hilo, kumekuwepo na matapeli wanaowalaghai wananchi kupitia mitandao ya kijamii na baadhi yao kuwapigia simu au kuwatumia ujumbe kwa njia ya SMS kwamba kuna nafasi za ajira na kuwataka kutuma fedha ili wawasaidie kupata nafasi hizo za ajira. Idara inapenda kuufahamisha umma kuwa mchakato huo wa ajira ulishakamilika na uliendeshwa na kusimamiwa kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za ajira kama ilivyoainishwa kwenye tangazo la ajira. Hivyo, wananchi wanaombwa kupuuza na kutoa taarifa kwa vyombo vya usalama pindi watakapopigiwa simu ama kutumiwa ujumbe huo. Taarifa rasmi za idara kuhusu ajira na mingine na nyinginezo hutolewa kupitia mifumo rasmi ya mawasiliano ikiwemo vyombo vya habari, tovuti na idara tovuti ya idara ambayo ni www.immigration.go.tz na mitandao yake ya kijamii. Aidha, idara ya Uhamiaji inaendelea na uchunguzi kwa lengo la kuwabaini wanaohusika na uhalifu huo ili waweze kuwachukulia hatua za kisheria. Tangazo hili limetolewa na msemaji mkuu wa idara ya Uhamiaji, SSI Paul J Msele. Taarifa hiyo tumeipokea na tunaiwasilisha kwako wewe ambaye ni mhusika, ama umekumbwa, ume na kadhia hiyo, ili uweze kuchukua uangalifu na kutumia njia ambazo amekushauri ili kuepuka matapeli hawa. Unaweza kuendelea ku subscribe channel yetu ili kwanza kupata taarifa na habari kemkem kem.